Ni, ni ujuzi gani wa, wa kidigitali kwa vijana ambao unahisi ni wa muhimu sana kwa, kwa, kwa sasa hivi kwa dunia leo? Kwa kawaida unapoizungumzia teknolojia ni pana sana hmm. na ni pana kweli kweli hmm. Swali uliloniuliza ni kama vile unauliza ni, ni fani gani ambayo unafikiri kwa vijana itakuwa ni nzuri ambayo itamwezesha kupata ajira hmm. Kwa sasa kimsingi fani hmm. zote zinafaa hmm. lakini kwenye teknolojia na yenyewe ina uwanja mpana. Kuna masuala ya graphics, hmm. kuna masuala ya maswala ya computer maintenance and troubleshooting, kuna maswala mm -hmm. ya networking, kuna maswala ya coding mm hizo -hmm. zote ni nyanja za teknolojia mm -hmm. na kimsingi, kila nyanja ina umuhimu wake na faida yake mm hata -hmm. tutapozungumzia maswala ya digital marketing mm -hmm. kijana anaweza kujiinvolve kule na akatengeneza fursa na mm -hmm. akaweza kujiajiri au kuajirika mm haijalisha -hmm. amesomea nini.